Sisi tunataka mipaka irudishwe vile Mwea ilikuwa. Kama ile keki ya kitaifa hatutapata hata hata sehemu hata kidogo, basi watuachie watu, sisi tu vile kaunti ilikuwa. Kizaza kilishuhudiwa jimbo la Kirinyaga, wenyeji wa eneo bunge la Mwea wakiongozwa na mbunge Peter Gitau wakipinga pendekezo la kugawanywa kwa eneo bunge hilo mbele ya kamati ya IEBC. Na kikao cha kujadili masala ya mipaka katika jimbo la Nandi kilitibuka baada ya wenyeji na viongozi wa kisiasa wa eneo hilo kutokubaliana na kamati ya IEBC kuhusiana na kuhamishwa kwa wadi zingine hadi maeneo mengine. Na huko Naivasha, viongozi wa eneo hilo wamekataa pendekezo hilo la tume hiyo ya uchaguzi na mipaka kugawa eneo bunge hilo kuwa maeneo bunge mawili na kulaumu kamati hiyo ya tume hiyo, wakisema hatua wa hiyo imetokana na msukumo wa kisiasa. In Naivasha we need three constituencies. Tungetaka an extra constituency lakini hatutaki kusema itanyang'anywa nani. Hata kama itanyang'anywa isitolewe Nakuru. Nyeri nako viongozi wa eneo hilo nao walitaka eneo bunge lingine katika eneo hilo ambalo halikupendekezwa na tume ya IEBC. We have no confidence in the Ligale Commission to start with. That is the opening remark We have no confidence in what they did and we don't want to know what they did. Mijadala ya umma inayoendelezwa na tume hiyo ya uchaguzi na mipaka katika maeneo mengi inasubiriwa kuendelea kwa siku 19 zijazo. Damaris Kitavi, KTN Leo.